Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, na muda sasa toka kikao kile cha bunge kumekuwa kuna, kwanza pale bungeni, kumekuwa na mjadala mkali nao wa taarifa ya mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kumekuwa kuwa na mapendekezo mbalimbali, na moja kubwa ni mawaziri kuwajibika. Kamati ya chama ya, yetu ya bunge kajadili, waziri mkuu ameleta taarifa kwangu. tumekaa kwa pamoja katika siku hizi tukitafakari kumwangalia kila mmoja kati ya wale mawaziri. Mwingereza anasema case case by case basis. Tumeona wawili kati ya wale tunaweza tukawahamisha kwenye wizara wizara, wizara, wizara nyingine lakini tulitazama baraza zipo kwa ujumla wake, tume tume panga hapa na pale kuwabadilisha baadhi ya wizara ili kuimarisha utendaji katika wizara hizo. Hatujabadili idadi ya wizara. Tulikuwa na mjadala wa mkali kidogo, au wa kina kidogo kuhusu wizara ya, ya nishati. Ipo rai kubwa kwamba wizara ile sasa imekuwa kubwa mno pengine ingefaa iwe wizara mbili, moja ishirikia na masuala ya nishati, na hasa sasa kuna uvumbuzi mkubwa wa, wa gesi kule baharini. Yenyewe pia ni jambo kubwa, na inawezekana pia na mafuta yakapatikana. Na madini yenyewe siyo ndogo, ni kubwa ya kutosha, maana katika pesa za kigeni madini ni ya pili baada ya utalii madini ndio ya pili. Katika miaka mitano hii zaidi ya, ya dola bilioni tano zimepatikana kutokana na, na, na, na madini peke yake. Kwa hivyo rai hizo, lakini kwamba tukasema kwamba mkiunda wizara mpya katikati hivi na bajeti zimeushafungwa mtapata tabu sana, lakini tunatambua haja ya, ya kuimarisha mtendaji, na ndio maana pale tukaona afadhali tuwe na wizara ipate kwa sasa naibu, wawi, naibu waziri wao wawili mmoja ashike na, sekta, yake na sekta yake yake na na mwingine halafu tuangalie huko mbele ya safari, kama sio sasa basi wenzetu watakao kuja huko baadaye wanaweza kuangalia hiyo busara ya, ya kuigawa wizara hii. Wale wajibikaji tumelitafakari tume kwa kina. Na tumeona kwamba wakati wote wanaowajibika mawaziri tu. Lakini wakati mwingine wanawajibika kwa mambo ambayo wala hawakuyafanya, yamefanywa na watu ma mashirika. Yana bodi zao zina mamlaka kamili, lakini anapokuja kugundulika bungeni, pale bungeni au popote pale, anayewajibishwa anakuwa ni waziri. Nimesema kwanza, ni utaratibu mzuri kwa viongozi wa kisiasa kuchukua dhamana kwa yaliyofanyika chini ya uongozi wao lakini tunatambua pia kwamba wanaweza ukawajibika kwa, kwa jambo ambalo wewe mwenyewe hukuhusika kabisa. Sasa tumelitafakari hili tukasema, safari hii tutamwajibisha waziri kwa maana ya kuchukua dhamana ya kisiasa, lakini yule aliyesababisha waziri awajibike hata achwa kama ni shirika CEO ataondoka, bodi itaondoka. Lakini hata, lakini hata watendaji wakuu katika wizara nazohusika nao tutawabadilisha, tutawaondoa, kwa sababu haiwezekani waziri a, abebe, mz, abebe mzigo kule, lakini hawa wengine wako tu, na inawezekana wengine kazi yao kazi yao ni, ni kupiga fitina tu. Asangoje tu fitina, ataondoka tu fitina, walikuja wangapi hapo, wakapita sasa. Wajue kwamba kuanzia sasa msingi ni huo, anawajibika waziri, watendaji wakuu kwenye wizara, kama ni katibu mkuu ama mkurugenzi mhusika na, na, na, na, na sekta yenyewe, kama ni shirika la umma, bodi ya shirika hilo na watendaji wakuu wa shirika hilo. Kwa hiyo ndio ndio mambo, mambo ambayo kwa kweli ya msingi tuliyozingatia. Baada ya hapo nieleze tu tulivyojipanga katika serikali. Katika ofisi ya Rais, ndugu Stephen Wasira anaendelea katika nafasi yake ya mahusiano na uratibu. Celina Kombani atakuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Utumishi. George Mkuchika Waziri wa nchi, Rais, wa nchi ofisi ya Rais Utawala Bora. Ofisi ya makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea kwa shughuli za muungano. Dkt. Teresa Huvisa anaendelea kwa shughuli za mazingira. Ofisa waziri mkuu Mary Nagu anaendelea na shughuli zake za uwekezaji na uwezeshaji. William Lukuvi anaendelea na shughuli za uratibu na sera na mambo ya masuala ya bunge. Hawa Ghasia atakuwa waziri wa nchi tawala za mikoa na serikali za mitaa. wizara ndugu Samuel Sita anaendelea na Afrika ya Mashariki ndugu Shamsi Vuai Nahodha anahamia wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dkt John Magufuli anaendelea na wizara ya ujenzi Dkt Hussein mwinyi anahamia wizara ya afya na ustawi wa jamii Dkt. Shukuru Kawambwa anaendelea na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Mama Sofia Simba anaendelea na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Ndugu Bernard Membe anaendelea Wizara ya Mambo ya Nje. Ndugu Mathias Chikawe anarudi Wizara ya Katiba na Sheria. Anahamia Wizara ya Mambo ya Ndani. David Matao David anaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Magabensi ya Kabaka anaendelea na Wizara ya Kazi na Ajira. Profesa Mbarawa anaendelea na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia. Profesa Anna Tibaijuka anaendelea na wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Injinia Christopher Chiza anakuwa waziri wa kilimo, chakula na ushirika. Profesa Magembe anakuwa waziri wa maji. Dr. Harrison Makembe anakuwa waziri wa uchukuzi. Dr. Fenela Mkangara anakuwa waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo. Balozi Hamis Kagasheki anakuwa waziri wa mali asili na utalii. Dr. Abdala Kigoda anakuwa waziri wa viwanda na biashara. Dr. William Mgimwa anakuwa waziri wa fedha. Profesa Sospeter Muhongo anakuwa waziri wa nishati na madini. Profesa Mark Mandosia anakuwa waziri asiyekuwa na wizara maalum katika ofisi ya rais. Naibu waziri Charles Kitwanga anakuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu, anakuwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais Ofisi ya waziri mkuu, naibu waziri wanaendelea wale wale, ndugu Majaliwa anayeshughulikia masuala ya elimu na ndugu Agri Mwanri anayeshughulikia maswala ya TAMISEMI. Wizara ya kazi na ajira, ndugu Makongoro Mahanga anaendelea. Naibu waziri kilimo, chakula na ushirika, Adam Malima. Naibu waziri wa mambo ya ndani, Perera Silima. Naibu waziri wa viwanda na biashara, Gregory Teu. Ndugu Benedict Ole Nangoro anaendelea wizara ya maendeleo ya mifugo na uvuvi. Ndugu Gerson Lwenge anahamia wizara ya ujenzi kama naibu waziri. Ndugu Malim ma, Mahadhi Maalim anaendelea kuwa naibu waziri wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Goodluck Ole Medeye anaendelea kuwa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Ndugu Umi ma, Umi Mwalimu anaendelea wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Ndugu Philip Mrugo anaendelea wizara ya elimu na mafunzo ya ufundi. Dkt. Abdullah Juma Abdullah anaendelea naibu waziri wizara ya ushirikiano wa Afrika ya Mashariki. Nasare Nyarandu anahamia Wizara ya Maliasili na Utalii. Dr. Saif Suleiman Rashid amekuwa naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii. Ndugu George Simba Chawene anakuwa naibu waziri wa Wizara ya Nishati na Madini atakayeshughulikia masuala ya nishati. yuko mwingine Saada Mkuu wa Salum, huyu mpya nimemteua mchana huu kuwa mbunge tukia Zanzibar, anakuwa naibu waziri wa fedha. Ndugu Januari Makamba anakuwa naibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia. Dkt. Charles Tizeba anakuwa naibu waziri wa uchukuzi makala anakuwa waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo. Injinia Binilith Mahenge anakuwa naibu waziri wa maji. Ndugu Stephen Masele anakuwa naibu waziri wa nishati na madini atakayeshughulikia madini. Ndugu Angela Jasmine Kairuki anakuwa naibu waziri wa katiba na sheria. Na ndugu Janet Mbene anakuwa naibu waziri wa fedha, pale fedha na naibu waziri wawili safariki na mama tupu. Asanteni sana.